Kama hutojikita katika innovation, hutojikita katika creativity, au ni maneno mawili tofauti innovation, creativity, na thamani ya maudhui yako, hutoweza kuangalia wanahitaji nini wale, huwezi kusurvive katika hali ya sasa hivi ya digital media. Sisi tunatakiwa tuendeleze ubunifu, lakini ubunifu wenyewe uendane na kasi ya mabadiliko ya uchumi wa kidijitali. Sasa hapo ndio kuna kazi. He is completely the law of the jungle. Law of the jungle inasema kama huna speed you can't survive, ndio maana swala anapozaa mtoto wake anatakiwa yule mtoto within a minute aweze kukimbia, vinginevyo hataliwa na mbwa mwitu na, na simba au na nini. Na sisi kama ubunifu wako utafanya mwanzoni mwa mwaka ukarelax. Ukitegemea umeshafanya ubunifu umemaliza, you will not survive. Yaani, swala la ubunifu lazima liwe endelevu, kuwe hata na, vit, na kitengo katika media zetu cha ubunifu.